Nani anataka kutuombea nimlete, nimlete hapa Nyamtema. Nyamtema, nakupendekeza utuombee kama upo. Alafu kwa upande wa Waislamu unaweza ukasema nani atuombee nani. Sulemani, nani ungempendekeza aombe? Kama kuna muislamu hapo nadhani afanye dua ah. Ah, naona hapa mimi nashindwa kuwaona hapa ah, kwenye ekrani kuna kwa... kuna Haji kuna kuna Haji ha, bwana Haji kama utakuwa willing basi utuletee dua, lakini kuna Haji kuna kuna baadhi ya waislamu hapa naona kama Haji yuko eh? Kama, kama kuna Haji basi yeah. Ninamuomba Haji ninamwomba kama kuna kuna Haji ah, yeah. Mimi ngoja nimlete Nyamtema hapa tuletee dua. Nyamtema karibu basi. Uombe kwa ajili ya ya mjadala leo. Asante. Okay, uh, basi tumwombe Mwenyezi Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ya kipekee, tunakushukuru kwa ajili ya zawadi ya uhai na uzima huu ambao umetupatia. Tunakushukuru hata kwa fursa ya kuweza uh, kujadili mada kadhaa zinazohusu imani zetu, na lengo letu kubwa ni kwamba tuweze kujifunza na tuweze kuelewa, na hatimaye Mungu wetu ukatusaidie kufanya mabadiliko yaliyo sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba pia ukamwongoze uh, na mtoa mada, ili yale yote ambayo atayanena yao yametoka ya kwako na kwa ajili ya mustakabali wa umilele wetu. Tunajiweka mikononi mwako, tukiamini kwamba yote ambayo tutajifunza katika jioni ya leo yatatusaidia na kutusogeza karibu zaidi na wewe. Tunaomba Roho yako mwema akamuongoze kila mmoja wetu, na akatupe akili ya kuweza kutambua yale ambayo atapaswa kuyatambua, na haya tunayaomba tukikushukuru katika kisu Bwana wetu. Amina, amina, amina. Sana Bwana Haji, kama uko washa maiki nijue kwamba uko pamoja na sisi, afu nikupandisha. Haya Haji, Haji karibu sana. Asante ah, <coughs> ha. Tungeanza, naanza tunge na dua ah.

Tufungue vichwa vyetu, tufungue ufahamu wetu, tuweze tukafahamu mambo, tuongoze katika njia iliyonyoka ya Arabu, tujalie kila lilokuwa la heri, tusimamie katika kikao hichi, basi tufanye tuweze kwenye kwenye kuelewana mpaka dakika ya mwisho, na tuweze tukatimiza malengo yetu, na uweze ukatupa taufiki ya kuelewa zaidi na kukujua zaidi wewe, Mwenyezi Mungu wetu, insha Allah. Aamin. Ongera mm, sana Sheikh Haji. Jamani, shukrani sana kwa wale ambao mmetuletea dua. Basi moja kwa moja kama ambavyo tumetangaza mada yetu uelewa sahihi wa Qur'ani, kwa nini um, kwamba yako mambo ambayo waislamu wanadhani ama wanaamini kuhusu Qur'ani yao kwamba yapo hivyo, lakini kwa kweli siyo hivyo. Yani Qur'ani yenyewe nzima uh, na yale yanayodaiwa kuhusiana na Qur'ani mengi na siyo ya, ya kweli kama ambavyo tutaona. Uh, nianze moja kwa moja kwamba waislamu wana itikadi ama wanaamini ya kwamba Qurani ni kitabu kilichoshuka kutoka mbinguni, na wakidai kwamba kimeshuka katika mwezi wa Ramadhani, na ndio maana hata juzi tu, wiki iliyopita, wametoka katika kufunga Ramadhani wakiitikadi kwamba katika mwezi huo ilishuka Qurani. Qurani ilishuka katika mwezi huo wa Ramadhani. Kwa hiyo Uh, tunataka tuyachunguze haya na, na, wanasema hivyo kwa sababu uh, katika aya ukiangalia katika sura ya pili sura Al-Baqara, aya ya mia moja themanini na tano inasema mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa humo Qur'ani, bwana uh, uh, nani samahani, um, Sulemani uta utanichekia, uta dakika, napaswa kuzungumza kwa dakika ishirini. Kwa hiyo ni nichekie dakika hapo, utanisimamisha baada ya dakika ishirini. Nadhani sasa hivi nimeshatumia kama dakika moja au mbili, kwa hiyo wewe mwenyewe utabalansi hapo, sawa. kwa hiyo, kwa hiyo, um, kwa mujibu wa aya hii inasema mwezi wa Ramadhani, ambao imeteremshwa humo Qurani, huwa ni kuwa ni uongofu kwa watu na hoja zilizo wazi kwa uongofu na upambanuzi, basi atakayekuwa mjini katika mwezi huo afunge. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hii wanasema Qurani imeshuka, uh, mwezi wa Ramadhani na wanaitikadi kwamba upo usiku ambao ndio Qurani ilishuka katika huo. Sasa cha kushangaza ni kwamba uh, kwa, mu, kwa sababu ya hili imepelekea kuamini ya kwamba Qur'ani ni kitabu kilichoshuka. Wako watu kabisa wanaoamini ya kwamba Mwenyezi Mungu au malaika Jibril alikuja na Qur'ani kwa Muhammad na akamsomesha akamwambia soma. Kwa hiyo alikuwa na kitabu cha kusomwa na akamwambia soma, akasema sijui kusoma anaposema sijui kusoma, maana yake kwamba sio sijui kukariri, kwa sababu ningekuwa ni kukariri, kusomeshwa maana yake ni kukariri, haihitaji mtu wa kusoma hapo. Kwa hiyo anaposema sijui kusoma, maana yake ni kwamba kulikuwa na kitabu cha kusoma. Ndio maana wengi wanaamini hivyo. Sasa uh, baadhi ya watu sasa ya wafasiri, nitajaribu nita kutumia wafasiri hapa wa Qur'ani mbalimbali uh, ili kuona ya kwamba wameweza kutafsiri aya hiyo kuonyesha ya kwamba kweli Qurani ilishuka na na kuonyesha kwamba ilikuweko mbinguni na ikashuka. Iko aya nyingine ambayo inatumika, ukisoma katika sura Turuburuji, hii ni sura ya themanini na tano sura ya themanini na tano aya yake ya ishirini na moja na ishirini na mbili inasema, bali hii ni Qurani tukufu katika ubao uliohifadhiwa, kwamba Qurani ilikuwepo katika ubao uliohifadhiwa. Basi Jibrilu akashuka nayo akamletea Muhammad. Sasa wanachuoni, ili kuthibitisha hilo, ya kwamba Qurani ilishuka ilishuka kutoka mbinguni, wanachuoni wame, wame, wamefasiri uh, uh, kwa mfano uh, uh, katika katika mfasiri mmoja anaitwa Imam Twabari na Mtwabari katika tafsiri yake ya hii aya ya sura ya pili ya aya themanini na tano anaeleza namna ambavyo Jiburiru alikuja na Qur'ani. alikuja na Qur'ani kutoka katika ubao huo uliohifadhiwa. Juu ya aya hiyo Imam Imam Twabari anasema hivi. Naona sauti inakatakata, sauti, uh, inakatakata sauti yangu ndio. Ngole, Nata, ngole, Nata, ngole, Nata, ngole. Nadhani ni mtandao pia sasa. Rauhin mahufudhi ilasamai dunia, kwamba ilitoka katika rauhin mahufudhi mpaka katika wingu wa dunia. Fi lailatulkadiri, katika usiku wa lailatulkadiri, mina lishahri ramadhani, katika mwezi huo wa Ramadhani. Thuma unzira ila muhamadi sallallahu alaihi wasalamu ala Ma arada hulahi, na kisha sasa ikaanza kuteremshwa kwa Muhammadi kwa yale anayo aliyokuwa Mwenyezi Mungu anayahitajia anahitajia. Kwa hiyo hii ndiyo imani ya, ya Waislamu na huyu Imam Tabari ni mwanachuoni mkubwa, na ukiangalia tafsiri nyingi juu ya hiyo, ni mradi huo ni kwamba Qurani ilishuka kutoka rauhi maufudhi. Sasa jambo ambalo lina lina Lina, linaweza kuwa linashangaza sasa jambo ambalo linaweza kuwa linashangaza ni kwamba uh, ukisoma Qurani, kiukweli kiukweli, ukisoma Qurani, madai haya sio sio ya kweli, ya, ya kweli kwa sababu uh, ushahidi upo ya kwamba Qurani kwa mujibu wa, wa tarehe, kwa mujibu wa historia ni kwamba Qurani imeshuka mm. Kwa, imeshuka kwa kipindi cha uh, utume wote wa miaka ishirini uh, na tatu kama hivi kuanzia mwaka elfu mbili uh, mia sita na kumi mwaka mia sita na kumi mtume alipopata utume mpaka mwaka mia sita thelathini na nne alipofariki mtume, Kurani ilikuwa inashuka. Kwa hiyo Kurani imeshuka kwa kipindi kirefu, haijashuka kwa usiku mmoja. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba kuna usiku ambao Qur'ani ilishuka, zipo siku nyingine iliposhuka. Na kwa kweli ukiangalia kwa, kwa mujibu wa Imam Suyuti, Imam Suyuti ukisoma katika Itqan fi Ulum al-Qur'an, Imam Suyuti anasema hivi uh, Imam Suyuti katika Itqan fi Ulum al-Qur'an anasema ya kwamba Qur'ani imeshuka wakati mwingine usiku, wakati mwingine mchana. Kuna sura zilizoshuka Madina, kuna sura zilizoshuka Makka. Hiyo muda wote ulikuwa unashuka. Kwa hiyo kama Qurani, kama kushuka kwa Qurani basi ni, ni mwezi mtukufu, basi iko miezi mitukufu mingi ya kushuka kwa Qurani, na Waislamu ilipashwa wafunge Ramadhani kwa muda wa miezi ishirini na tatu kama kushuka kwa Qurani ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo si sawa, si sawa kusema kwamba Qur'ani ilishuka kwa usiku mmoja. Imeshuka kwa masiku mengi, lakini pia uh, ushahidi mwingine ni kwamba kisoma ukisoma katika sura ya kumi na saba aya mia moja na sita na sura ya sabini na sita aya ishirini na tatu inasema hivi, na hii ni Qur'ani, tumeigawanya sehemu mbalimbali ili uwasomee watu kwa kituo, na tumeiteremsha kidogo kidogo. Kumbe Qur'ani imeteremshwa kidogo kidogo, sio kwa usiku mmoja. Hakika sisi tumekuteremshia Qur'ani kidogo kidogo, sabini na sita aya ishirini na tatu kwa Qur'ani. Kumbe imeshuka kidogo kidogo, na ndivyo inavyoaminika. Hivyo sasa, hii dhana ya kusema imeshuka kama kitabu kimoja imetoka wapi? Kwa hiyo si kweli kwamba Qur'ani imeshuka kama kitabu sasa. Uh, hoja nyingine kwamba hii Qur'ani sasa iliposhuka ilipo, ni kweli ilikuwa lauhin maufudhi kama ambavyo suratul Buruji inatuambia ukisoma ukisoma katika Itqani fi Ulumul Qur'ani, Imam Suyuti anatuambia hivi sababu ya kushuka kwa mfano kwa sura ya pili aya ya mia moja ishirini na tano anasema Umari, kwamba Mwenyezi Mungu ameniafiki kwa mambo matatu. Nilipomwambia mtume lau twafanya makamu Ibrahimu kuwa mahala pa kuswali, basi ikashuka aya. Kwa hiyo maneno haya ya hii aya ni maneno ya Umari, lakini Umari anaendelea kusema mengine. Ni, ni pale nilipomwambia mtume ya kwamba nyumbani kwako kwaingia watu wema na wabaya, lau ungewaamrisha wake zako wa wajifuni, wajifunikia wa wa, wajishushie hijabu. Kwa hiyo sura ya hijabu ni maneno ya Umari, lakini na, na sura ya Atahrimu, sura ya sitini na sita aya ya nne na kuendelea, uh, Umari pia alikuta Aisha pamoja na, na Hafsa wakirumbana waki wakimsengenya mtume na, na Umari akawaambia maneno haya, asa mola wake. Ngoja ngoja nisome haya haya maneno. Pia ukiangalia, sio maneno ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa ni ushauri ama ni nasaha saha za Umari kwa wake za mtume. Kwa maana hiyo, basi ni kwamba si kweli kwamba maneno haya yalikuwepo katika rauhin mafudhi. Yani haya ni, haya ni mambo ambayo watu wanazungumza hapa, hapa, hapa, hapa duniani, alafu yanafanywa kwamba ni aya zilizokuwepo katika rauhi mafudhi. Haiwezekani kwamba mjadala wa Aisha na, na, na, na, na Hafsa pamoja na, na Umari uwe, uhifadhiwe mbinguni. Haya ni mambo tu ambayo yalikuwa ya, yalikuwa hapa duniani. Kwa hiyo kwa uh, ufupi ninachoweza kusema tu ni kwamba Qurani, uh, ni mkusanyiko ni mkusanyiko wa yale ambayo Muhammad alikuwa akijadili na masahaba zake, au akifanya mdahalo na Wakristo na Wayahudi, ama na mushirikina katika mazungumzo yale aliyokuwa akifanya hayo. Sasa hayo mazungumzo ndio yamezaa Qurani, si mambo ambayo yalikuwa mbinguni, yamehifadhiwa mbinguni. Uh, ushahidi mwingine ni, ni, ni, ni, ni huwa hapa ukiangalia kumi na sita aya ya mia moja na tatu Qurani uh, inasema hivi, na sisi tunahakika kwamba wanasema, yuko mtu anayemfundisha lugha ya huyo wanayemwelekeza ni ya kigeni, na hii ni lugha ya Kiarabu bayana. Ukisoma sababu ya kushuka kwa aya hii, imeandikwa vizuri katika aritkani fi urmul Qurani um, nani Suyuti Suyuti anatuambia ya, ya kwamba uh, Muhammad alikuwa akienda kufanya mjadala na kuwasikiliza Wakristo wanapokuwa wakifanya mjadala. Mmoja kati ya watu ambao alikuwa akiwatembelea ni kina Jabiri na Balaam. Hawa walikuwa ni Wakristo ambao walikuwa wanasoma vitabu vyao, wanasoma Torati na Injili. Muhammad akifika pale, anawasikiliza akimaliza kuwasikiliza anarudi kwa, kwa, kwa masahaba zake na kuambia Wayahudi <coughs> Mwenyezi Mungu amesema hivi. Bado dakika tano. Bado dakika tano. Ndio, sawa, nimeona nazilinda hata nami. Kwa hiyo uh, Muhammad baadaye anakuja anasema kwamba huo ni wahai. Uh, nimepata wahai. Kwa hiyo kiukweli Qur'ani nzima ni mjadala baina ya Muhammad na masahaba zake lakini pia ni mjadala baina ya Muhammadi na wale waliokuwa wakimzunguka mushirikina, na uh, wakri, Wakristo na Wayahudi. Yote haya kwa pamoja ndiyo yanajenga kitu hiki kinachoitwa Qurani. Kwa maana hiyo basi, Qurani si kweli kwamba ilikuwa katika rauhi ni mahufudhi. Na hata hivyo kwa nini si kweli? Kwa sababu inakuwaje iwe katika rawi maufudhi? Tunaambiwa ya kwamba Muhammad, wakati mwingine wahai ulikuwa unamwijia kama mlio wa, mlio wa, wa wa kengere, lakini wakati mwingine wahai unakuwa mzito. Sasa hiki kitu mlio wa kengere na hiki kitu kizito ni kitu gani ambacho kilikuwa katika rauhini maufudhi halafu kija katika kama mlio wa kengele? Lakini hata kama ingekuwa katika rauhi ni maufudhi, Jibrili anapotoka anapoileta kwa Muhammad, ina maana kila matukio alikuwa akienda huko. Aha, wanakuuliza habari ya pombe na kamari, sema katika vitu hivyo, uh, kuna faida kidogo na mna hasara nyingi. Hivi akiulizwa habari ya pombe na, na kamari inabidi Jibril aende akasome huko kwenye Lauhi Mahfudhi sasa kama ndio hivyo aya hii inayosema tumeitelea kwanza ngoja kwanza nione hapa ukiangalia hapa katika sura hii hapa uh, katika sura ya ishirini na sita aya ya hamsini na moja anasema na haikuwa kwa mwanadamu kwamba Mwenyezi Mungu amsemeze ila kwa wahai ama ufunuo au kwa nyuma ya pazia na kumtuma mjumbe wake. Sasa hiyo iliyokuwa kwenye rauhini mahfudhi ndio ile aliyokuwa anaiseme anaisoma, ala? Je, ile iliyokuwa katika rauhini mahfudhi ndio ile ambayo ililetwa na Jibrili au iliyokuwa katika rauhini mahfudhi ni ile iliyosemezwa ili nyuma ya pazia? Kiukweli haya yote yanaondoa ufahamu wa kwamba Qur'ani ni kitabu kilichoshuka mbi, kutoka mbinguni. Qur'ani ni kitabu ambacho kimetokana na mazingira ya Muhammad alivyokuwa anaishi na masahaba zake na majirani zake na wale waliomzunguka. Na hii kusema hivi hatumaanishi ya kwamba tunaikashifu Qur'ani, lakini tunataka Waislamu wawe na uelewa sahihi, sio kupandikiza vitu ambavyo havipo katika uelewa ama katika historia ya kushuka kwa Qurani. Kwa hiyo kiufupi, Qurani uh, sio kitabu kilichotoka kwa Mwenyezi Mungu, la sivyo, ikiwa basi ilitoka kwa Mwenyezi Mungu na katika usiku wenye chuo, basi pia ilitoka kwa Mwenyezi Mungu katika mchana wenye chuo, Muhammad akiwa anatembea ama Muhammad akiwa amesimama. Na tunaambiwa wakati mwingine uh, Qurani ilivyoshuka Uh, Muhammad alikuwa anatoka jasho. Sasa ni ipi iliyoshuka wakati anatoka jasho? Ni ipi iliyoshuka wakiwa, uh, wakati wa usiku ameoteshwa ame ama amesemeshwa nyuma ya pazia? Haya yote ukiyaweka kwa pamoja, yanatusababisha tutafute uelewa mwingine mbadala, kwamba je, Qurani ni nini, nini hasa? Basi uelewa huo mbadala ni kwamba Qurani ni zao la mjadala wa Muhamadi pamoja na masahaba zake pamoja na wale waliomzunguka pamoja na Wakristo na Wayahudi wa kipindi kile. Huu ndio uelewa sahihi, na tukiona uelewa huo hatutabishana hatutapambana kupambania kwamba oh, Qurani ni kitabu kitakatifu, Qurani ni hivi ume, yani, yani hatutapambana katika nda, hayo yote. Kwa hiyo Mungu akubariki sana na, tumaini umenielewa na kufuatilia, basi karibu na wewe kwa dakika ishirini zitakazokuwa mm, si nadhani nitakuwa nimekuachia moja au ngapi sawa. Haya basi nadhani, na nadhani wale wanaotufuatilia basi una, ukiwa na swali tutakukaribisha tukimaliza hapa, tutakuwa na mjadala kama maswali moja moja tu la mtu anauliza dakika moja atajibiwa dakika mbili tutamaliza baada ya dakika tatu Na kisha nitawakaribisha wale ambao watakuwa wa dakika arobaini hizo. Unaanza na utamaliza kamili, sawa. Audhu billahi mina shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ninasikika hapo? Unasikika tena vizuri sana namkadima sawa kabisa. Sasa uh, mimi nita, hii uongea wangu wa leo nitaguhusiana na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza mm, nitatumia dakika tano kujibu hoja ambazo umezi, umeziuliza hapa kwa dakika ishirini zote na kisha dakika mm, kumi nitatumia kusibu... nita sawa kwa namna gani tunapaswa kuifasiri Qur'an ili kuielewa haina uh, uh, uh, shida Sawa. Ninasema hivi nita, nitagawa katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza nitatumia ni dakika tano kujibu hoja ambazo umezileta hapa kwa dakika ishirini. Sehemu ya pili nitatumia dakika kumi kue, kuelezea kivipi Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sehemu <coughs> ya tatu nitaelezea kivipi tunapaswa kuielewa Qur'ani au njia gani ambazo tuzitumie kuielewa Qur'ani. Uh, ningependa kuanza na statement yako ya kwamba Qur'ani ni mkusanyiko wa yale ambayo Mtume Samu alikuwa anayapata pale anapojadiliana na marafiki zake, maswahaba, washirikina na wayahudi na watu wowote wale pale. Hiyo ndo hoja ya yako. Na pia ukasema kwamba Uislamu hatuelewe Qur'ani, hoja ambayo umeileta kushuka kwa Qur'ani ndo jambo umeleta, kwamba je, Qur'an imeshukaje? Mbona imeshuka kipande kipande, mara imeshuka huku katika surati Buruji? Jibu lake ni hili, kwanza. Lituelewe, natakiwa tufahamu kitu kimoja, tusome katika sura Al-Imran, sura namba tatu, aya namba themanini na moja. Mwenyezi Mungu anasema hivi, na kumbuka pindi pale alipowaambia manabii alipo... kisha sehemu ya kitabu pamoja na hikima na kisha atakuja mtu atawasadikisha kipi ilikuwa na atawapa kitu kutokana na kitabu, na kisha atawapa na hikima. Je, Mwenyezi Mungu anaposema atawapa kitabu maana yake ni nini? Je, maana yake Mwenyezi Mungu ana maanisha katika anapoishi kuna kitabu kikubwa. Je, Mwenyezi Mungu anaposema kitabu cha uzima wa milele kwamba kuna kitabu kikubwa Mwenyezi Mungu anakiandika? Hapana. Mwenyezi Mungu anaposema kitabu, maana yake anamaanisha uelewa, haimaanishi kwamba kitabu ambacho kimeandikwa. Ndio maana kuna kitabu cha uzima wa milele. Mwenyezi Mungu kwake anasema kuna kitabu pia katika hadithi Mtume. Sasa anasema Mwenyezi Mungu aliandika matukio yote katika kitabu, sasa maana yake sio Mwenyezi Mungu anamiliki kitabu. Hoja kwa ya kwanza ili tuje kuelewa hapa uh, katika ilishuka kwanza, ilipofika mbingu ya kwanza haikufikishwa duniani kwa bwana mtume wa Muhammad swalla salam, ilikaa katika mbingu ya kwanza huku ikiwa chini ya usimamizi wa malaika Jibrili, kisha Jibrili ndo akaanza kuishukusha kidogo kidogo katika kuelekea kwa mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Haina maana kwamba Nun ilishuka ikakaa mbingu ya kwanza kisha ikaanza kuleta Ioaje okay. Qur'ani Mwenyezi Mungu alikuwa anatengeneza baadhi ya matukio ya uyano ili aitelemshe Qur'ani, na ndio maana ukisoma katika visa vya vya vya visa mbalimbali kwa mfano kama kisa cha Nabii Isa alayhi salamu, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba <coughs> walipopanga ya kwao, na Mwenyezi Mungu akapanga. Neno lililotumika kwenye Kiingereza ni plot, kupanga ku plot ni kitu, na akisema hichi na hichi, unapanga ili kitu fulani kitokee baadaye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hayo matukio yote ya Umari ya nani kufanya hivi, Mwenyezi Mungu alikuwa anayapanga ili aya zake za Qur'an zitelemshwe kidogo kidogo, kama ulivyonuku kutoka katika sura ya Bani Israili, sura namba 17 aya namba 106. Kwa hiyo jibu letu ni kwamba tunaposema kitabu hatuna maana kitabu cha maandishi, tunamaanisha elimu. Tunaposema, tunaposema Qur'an imeshuka katika Tablets si? Haina maana tablets ziliwepo si pale, no, isipokuwa tunamaanisha uelewa wa elimu ambao Mwenyezi Mungu ametoa kutokana na mwongozo wa sura Al-Imran chapter namba 3 verse namba themanini na moja. Hivyo Mwenyezi Mungu elimu ya Qur'an alishusha mpaka mbingu ya kwanza. Na pia ukauliza maswali machache hapa kwamba um kwa mfano kama maswali machache ambayo umeuliza hapa, kabla dakika tano hizo hazijaisha, umeuliza yako wapi ya maswali maskini, umejaribu kuuliza kwa mfano kama hapa zana ya kushuka kitabu cha si kweli. Nimesema ni kweli, imeshuka kwanza ikafika mbingu ya kwanza, kisha ikaanza kutawanywa kufika duniani, na Mwenyezi Mungu alikuwa ameploti mpango mzima, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika sura katika katika sura sura sura namba ishirini na tano nabasabini. Kwa Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuyajua yote. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaweza akashusha kitu ili, na ndio maana kwa mfano Mwenyezi Mungu anavyotabiri kitu kitatokea baadaye, lakini unakuta kwamba watu ndio wanafanya mpaka kitu kinatokea mpango wote ili Qur'an ifike katika namna ambao watu wataelewa, na ndio maana kwa mfano kuta aya zingine wanauliza, maanake Mwenyezi Mungu alitengeneza mazingira ya watu kuuliza ili jibu lake liwe na nguvu. Qur'an ilishuka mpaka mbingu ya kwanza, kisha ikatawanywa. Kwa hiyo naona hapo hoja moja nimeshaiweka sawa kabisa. Qur'an ilishuka, kisha ikaanza kutawanywa kutoka kwenye mbingu ya kwanza Metua.